Rafiki, karibuni katika Jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Hi friends, welcome to Learn Swahili with Bi Mercy. Tulimaliza kusoma kuhusu silabi zile za ba, be, bi, bo, bu ambazo zinatumia konsonanti moja na irabu. Sasa tumevuka tumeenda kwenye silabi ambazo zinatumia konsonanti zaidi ya moja na irabu. Si mnakumbuka konsonanti ni nini? Konsonanti, na irabu ni vowels. Haya basi sauti yetu ya leo tutaanza na konsonanti mbili. Konsonanti ya kwanza ni hmm. Hii ni sauti gani? Hmm. Kisha tutatengeneza pamoja na hii sauti y hmm. Na yi inatengeneza sauti gani? ny ny. Kwa hivyo hii ni ny, nya. Sawa sawa, sasa tutatumia sauti yetu ambayo ina konsonanti mbili, halafu it's like a blend. I hope it makes sense. Kama vile ambavyo tunasema blend, tunasemana. Sasa hapa tuna n na yi inatengeneza Nyi, nyi, nya nyi. Haya, kwa hivyo sasa tutatengeneza pamoja na irabu. Irabu si unazikumbuka zile tano? Tuziseme pamoja, tuna a, e, i, o na u. Sasa tutengeneze pamoja na, na sauti yetu ya leo. Kwa hivyo tutaweka hapa nya na a nya, kisha tuna nye, kisha tuna nyi alafu kuna nyo na mwishowe nyo, nyu. Nya, nye, nyinyonyu. Nya, nye, nyinyonyu. Nya, nye, nyinyonyu. Hiyo tu ni njia ambayo unaweza tumia ili uweze kutamka. Kwa hivyo lazima utamke nya, nye, nyi, nyo na nyu. Sasa baada ya kutamka hizo silabi, nataka tuunde maneno kutokana na hizi silabi hivyo tutatengeneza maneno. Najua ushaanza kufikiria kuhusu maneno, sinajua kuna neno ambalo limekujia. Haya, kutumia nya, tutatengeneza neno lipi? Unasema nyanya. Haya, Bimasi alisema nyama, nyama, nyama. Kisha nye, tuna nyingi, kuna nyeusi, nyekundu. Wacha tuandike nyekundu. Najua unafikiria nyingine. Kisha kuna nyi, nyii, tutasema nyimbo alafu kuna nyoo. Kwa kweli, hata wacha tuziandike, uh, ni sawa tu, ama tuziandike pale ambapo zinapelekana chini, ili tuwe na nafasi. Sijui kama mnanielewa, wacha niwaonyeshe haraka haraka, tusipoteze muda. Nya tutaiandika hapo, kisha nyi hapo, ee, nyoo nyu. Vizuri sana Bimasi. Kwa hivyo tuna nya nyama, kisha nyee tutasema nyekundu na nataka uangalie herufi za Bimasi. Nyi tutasema nyimbo, nyimbo zetu. Nyo tutasema nyota, nyota is a star. Nyu tutasema nyumba, nyumba. Kwa hivyo tuna nyama, nyama. Unajua nyama ni nini? Nyama is meat. Nyekundu is a color, red Nyimbo are songs. Nyota is a star. Na nyumba is a house. Aha, nyama, nyekundu, nyimbo, nyota, nyumba. Sasa tuende kwenye ule wimbo wetu. Sinajua unaukumbuka ule wimbo. Nya, nya, nya, twende pamoja nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nyama nyama, nyenye, nyenye, nyenye, nyekundu, nyekundu, nyinyi, nyinyi, nyinyi, nyimbo, nyimbo, nyonyo, nyonyo, nyonyo, nyo, nyota, nyota, nyonyo, nyonyo, nyonyo, nyumba. Sasa nakuomba wewe na rafiki yako mtengeneze maneno ambayo si kama ya Bi Mercy, halafu mtamwimbia mwalimu wenu darasani kutumia nya, nye, nyinyonyo, nya, nye, nyinyonyo, nya, nye, nyinyonyo.